Tulipatwa na janga katika daraja letu ambalo liko hapa Somanga, daraja ambalo linajulikana la Somanga Mtama lenye ukubwa wa kilomita 60. Baada ya masaa machache kutokea muda wa saa kumi, yalikuwa yanatokea maji pande ya magharibi. Maji yalikuja kwa kasi kubwa na kuweza kuondoa miundombinu ambayo iliwekwa katika od wakati wakandarasi wako pale vifaa vyao viko pale mitambo iko pale, nami na nilikwepo pale, tulianza kuangaika kuondoa mitambo mpaka kufikia hatua ya kuweka sawa. Lakini mheshimiwa waziri, mainjinia wako, wakandarasi wako, tulikuwa saiti sote pale, lakini hile ni kundu la mwenyezi Mungu, sisi tumeshindwa kuizilia kuja kwako wewe kama waziri, nadhani tutaanza kushirikiana kwa pamoja kuweza kutondolea ile hadha. Kama unavyoona kuna wasafiri wengi kina mama kina baba watoto wanapata hadha kubwa sana. Ujio wako mheshimiwa waziri utatugea muhono wa kufanya